Mi the last thing we did with Slimi ni uh, kuongea na manziyake warudi ane. Hiyo conversation tulikaa, uh, tukaongea na yeya, maana kabisaju sisi ni watu wakubwa, same age, ni mtu anafaa akuwe na familia saahii, so tulikuwa tunajaribu kuadvisiana, anza family. Hadi hmm? tukapigia ya manzi yake simu bro. We had a almost one hour thirty minutes conversation tu tunaongea mpaka hmm? kasema atakuja this Friday, chini waongea my God, okay, alafu vitu tu zina happen tu hivi tu <laughs> <laughs>